Karibu kwenye part 4 ya kitabu chetu cha Rosa Mistika. Kwa hiyo kwenye part 3 tuliishia, Charles yuko nyumbani kwa Rosa na Rosa amempa barua ya kumjibu ile barua yake aliyomuomba kuwa mpenzi wake, na Rosa alikuwa amemkubalia. Kwa hiyo Charles akawa amefurahi, kama amemkumbatia Rosa, akawa anaanza anambusu, alafu ni... akamsukumiza hivi kitandani, kama anaanza hivi kumvua nguo, mara kumfanyia hivi miguu. Ndio Rosa akamwambia subiri kwanza. Mimi siko hivyo. Yaani mimi sio mtu tena nakutana na mwanaume leo alafu tayari nampa mwili wangu. Ukizingatia nini mimi bado ni bikira. Basi yule Charles kusikia hivyo na akawa amefurahi. Yani akawa anaona kama vile yani, ndoto zake zimetimia. Yaani maisha yake yote alikuwa anatamani aje kuoa mwanamke ambaye hamjui mwanaume kabisa. Kwa hiyo anaona kama vile Rosa ni mwanamke kipekee, wa kipekee maana wanawake wengi wa siku hizi hawezi ukamkuta mwanamke ambaye bado nini amejitunza. ko aka amefurahi. Rosa akamwambia wewe, oh, ukitaka nioe kwanza, hata hivyo hatuna cha kupoteza, kwa sababu mimi naye tunajuana tangia zamani, sema tulitenganishwa na elimu, kila mtu kaenda shule tofauti, lakini mimi naye tukaa tunapendana tangia zamani sisi, so, wageni sio nini, tunajuana, ni marafiki, tunajuana hata makwetu. Kwa hiyo sioni sababu ya sisi kuchelewa ni kuoana. Kweli Charles akawa amefurahi yani anataka amwoe hata sasa sa hiyo hiyo. Basi wakaanza mahusiano. Yani akawa mazito mapenzi motomoto, yani wanapendana wanajaliana. Yule Rosa kuna muda akawa anaendaga kushinda kwa Charles anamfuria anampikia yani, wakawa ni wakawani mapenzi motomoto mpaka hadi watu ambao wanawajua wakawa wanaanza kama kupata wivu. Basi akawa kweli Wapenzi kwa muda mrefu, muda umeenda. Mapenzi kwa muda mrefu, muda umeenda, wanazidi kupendana mapenzi yanazidi yanazidi yanazidi. Sasa hiyo siku Charles, akawa ametoka. Alikuwa ana tabia tu ya kwenda kukaa hivi sehemu labda baa au tu sehemu ya kula kwenye mdawa, anapenda kwenda na marafiki zake, wanakunywa wanaongea. Sasa hiyo siku akawa ametoka kweli, ilikuwa ni siku ya Ijumaa, akawa ametoka kweli, kweli, kweli, kweli, kweli, kweli ameenda na na washikaji zake, wanakunywa nini asiye kuongea ongea, yule mshikaji wake mmoja akanasemaje Afwe, bwana nasikia umepata mwanamke unaishi naye. Yule Charles akakata akasema, naishi naye nimepata mwanamke mimi, ah sio kweli, sio nikavya, nakata kata. Yule mkaka kamwambia, je, si Rosa? Unaona hadi jina lake nalijua, afu na utanificha tanificha mimi. Akamwambia, yani kaka, yule dada sio. Yaani mwanamke ni malaya bala. Mimi mwenyewe hapo unaniona hivi nishamla sana mpaka nimemkinai nilisoma naye hapo TTC Moro, yani hakuna asiyemjua, yani shuleni alikuwa anagawa kwa kila mwanaume, yani alikuwa anagawa kwa kila mtu, vibaya mno. hata shule aliotoka hiyo ya wadada hiyo, Rosa sijui alikuwa anasoma kabla ya kuja Moro. Ah, yani wakuu wa wa sijui maafisa ni wamemchezea chezea sana, hakuna mtu ambaye hamjui, hamna mtu ambaye hajamvua nguo huyo dada basi Charles kusikia hivyo akashtuka, akaambia hapana, mimi mwanamke wangu namjua, sijui utakuwa sijui nini nini, wivu tu. Mimi mwanamke wangu namjua tena ni bikra, mwanzo naenda kuoa bikra. Basi yule rafiki yake kusikia hivyo akaanza kucheka, yani anacheka mpaka anajishika tumbo hivi kama anataka aanguke, anamwambia bro, kuoa ni jambo la heri, lakini sio kwa Rosa, yule mwanamke sio. Basi Charles yale maneno yakamuuma, yani akawa ana stress sana na waza sana yani hata alirudi nyumbani, hali yake ni ile, kumchangamkia Rosa ilikuwa ni tofauti by the way. Yani rosa aliamiaga kwa Charles, wakawa wanaanza kuishi pamoja, japo hawajawahi kufanya chochote. Wakawa tu anaishi pamoja na kila mtu alikuwa analala chumba chake, japo ni nyumba hiyo hiyo moja. Kwa hiyo sasa, tangu hiyo siku Charles alipoongea na yule rafiki yake kumwambia hayo maneno akiwa nyumbani hivi, yani anamwangalia tu Rosa, ni kama vile kuna vitu vinaendelea kichwani kwake, lakini hawezi kumwambia Rosa. Kwa hiyo vikato vinamuumiza yeye mwenyewe, anamwangalia basi. Sasa hiyo Jumapili moja wakawa na mgeni hapo kwenye ile sehemu wanaokaa pamoja, ambaye huyo mgeni alikuwa ni mdogo wake nani, Rosa yule Flora maana Rosa alimwandikia barua kwamba mimi naenda nyumbani kumtambulisha mchumba wangu, nimempata, nienda kumtambulisha nyumbani kwa ajili ya kunioa. Maana ni Mwanza hapo hapo, sio mbali na shule yake, akaona akamtembelea dadake hiyo Jumapili tena, akamwona dadake akapiga story. Sasa hiyo siku kulikuwa kuna pombe. Charles na Flora walikunywa tu kawaida, lakini Rosa alikunywa sana, ana alikunywa sana mpaka akalewa kabisa sana, akawa hadi hanafahamu hatambui hata mazingira. Basi yule Flora muda mda uvuenda, enda akaaga akasema anaondoka. Yule Charles akasemaje, mimi ngoja nikusindikize dadako, unaona ameshalewa, ngoja tumwache tu apumzike. Kweli Rosa akabaki pale nyumbani, Charles akaa amemsindikiza Flora, alivotoka kumsindikiza Flora akarudi nyumbani, akamkuta Rosa ni amelala, amelala yaani kama mfu, yaani hata hajitambui. Akafunga mlango akawa amesimama pale mlangoni anamwangalia tu pale Rosa alipolala. Mawazo akawa anamjia anakumbuka sauti ya rafiki yake anamwambia, wewe huyo dada sio nagaga sana, kipindi tuko shule kila mtu kashambulia nguo, yani hivyo ani mahali. Mawazo akawa anamjia kichwani, akawa anakumbuka na sauti ya Rosa alikuwa anamwambia, mimi bado bikira, sijui mwanaume. Mawazo mabaya akamjia Charles, kwamba kwa sababu Rosa amelala na amelewa sana, hata akimfanyia kitu chochote Rosa hawezi nijue kama kweli ni bikra au sio bikra. Lakini roho ikawa ina sita. Basi akachukua tu kiti akakivuta, akawa amekaa pembeni ya kitanda, anamwangalia tu Rosa pale alivyolala. Rosa ni amelala fofofu, ana kazi tu kujigeuza, mara mguu aurushe huko. Sasa akawa analala vibaya n yani, huko kote akawa yuko wazi. Charles akawa anamwangalia. sasa akawa anapata matamanio yani najua Aka, kama vile anasema au ni nani tu, kwani hata atajuaje? Si amelewa amelala. Lakini roho yake namwambia hapana, sio vizuri kufanya hivyo, mtu akiwa hajaridhia au hajitambui. Rosa anaendelea tu kulala vibaya, mara mguu uruke huko, so Charles akashindwa kuvumilia, akaona tu bwana, ile wale wanaalivia, akapanda kitandani. Hata ile amepanda kitandani, akawa anamwamsha hivi, Rosa Rosa, anaanamtikisha ili ajue kama kweli amelala, hatosikia wala hatojua chochote Kweli naweza akawa amelala fufufu -fu, yani kama vile amekufa. Charles kaenda pale kitandani akawa ana mvua nguo akampandisha vigauni, akalitoa ye mwenyewe. Charles akainuka akatoa t-shirt, suruali, kila kitu, akapanda kitandani akalala naye. Lakini hapa kumbuka, Rosa alikuwa hanafahamu. Kwa hiyo alikuwa anafanya kitendo mwanzo mwisho, ni nani? Ni Charles mwenyewe kutoka e kitandani, akawa ashapata jibu lake kama Rosa ni bikra ama sio bikra. Alivomaliza, akambeba, akamweka kwenye sakafu akachukua kitambaa chenye maji akawa anamsafisha. Sasa unajua ili Rosa kesho asubuhi akiamka asijue kwamba alifanyiwa kitu chochote. Kwa hiyo akachukua kitambaa akamsafisha kila sehemu, kila kitu akamrudisha vizuri, kitandani akambalisha na ile nguo yake. Basi kesho yake asubuhi akaamka na ndio ilikuwa ni hiyo siku ambayo alipanga safari kurudi Ukerewe yani, kwenda kutambulishana makwao. Kile wakaamka wakajiandaa vizuri, wakaanza safari ya kwenda huko Ukerewe. Sasa walipofika pale Ukerewe stendi, wakapanga Charles yeye ataenda kwao kwa baba yake, afu Rosa naye ataenda kwa wazazi wake, alafu walikuwa wamepanga siku ambayo huyu Charles atakuja nyumbani kwa kina Rosa. Haya ile wameagana vizuri, akawa amempa barua akamwambia akamwambia nile, mpenzi wangu, ukifika nyumbani i barua isome mwenyewe peke yako, na uisome ukifika hapi nyumbani. Haya, kweli wakaagana vizuri. Sasa Rosa sasa akaanza ni safari ya kwenda kijijini kwao, kabisa kabisa ni pale kwao amefika nyumbani anakuta kuna msiba kwa jirani. Kwa hiyo ikabidi tu afikie moja kwa moja msibani. Wakawa wameenda pale, wamezika vizuri. Sasa ile wamezika hata hawajamaliza vizuri. Rosa akaondoka zake, maana alikuwa ni akili yake yote inawaza Charles, ile barua amemwandikia nini nene anafurahi. Si unajua tena barua mpenzi wake. Kweli, akawa amekimbia, amerudi nyumbani kwao. Nyumbani alikuwepo yeye na wadogo zake, wazazi wake amewaacha msibani. Basi kufika chumbani, mwenyewe anafurahi. Anafungua nini barua sasa. Huku msibani, babake Rosa alikuwa amelewa akaenda msibani, ameanza kupanda kwenye kaburi la yule mfiwa, anaanza kufanya fanya vurugu. Mtu akamchoma mkuki, akaanguka akafa hapo hapo. Sasa na mama yake Rosa huyo Regina alikuwepo pale pale. Kuona hivyo, mama yake ameanguka amekufa, na yeye pressure akaanguka papo naye, akapoteza maisha. Huku nyumbani, Rosa akawa anasoma ile barua, ikae inasema kwamba Hivi wewe kwa akili zako unahisi kabisa mimi naweza nikaoa na mwanamke kama wewe. Una ulinidanganya, wewe bado ni bikra sijui mjui mwanaume, wakati jana nilijaribu mwenyewe nikajionea nikakuta una bonde la ufa. Siwezi kuoa mwanamke kama wewe kabisa. Rosa kuona vile akapanic, akaanza kulia, akasema hapana. Haiwezekani mimi kila siku natokewa na, na, na matatizo hivi, kwa nini mimi, na makosa gani? Rosa akasema ni mimi, bora tu nife. Yaani maisha yangu kila siku ni lawama, hakuna furaha, kila siku ni huku nikienda hivi huku pale pembeni akikitana kukua kuna chupa mafuta, akaichukua akaivunja, akaisaga hivi akaweka kwenye maji, akanywa, akapoteza maisha. Rosa alifariki ile ile siku pamoja na wazazi wake, si ndio? Watu kuita msiba. Yani, imagine misiba mitatu kutoka nyumba hiyo hiyo: baba, mama na mtoto wao wa kwanza. Nakumbuka kipindi Rosa anafariki alikuwa hajui maana skulu, wazazi wake aliwaacha msibani, yeye anajua wazazi wake ko msibani, yanajua, wasazake, kwa msibani kumbe na huku kuna msiba mwingine na yeye ameongeza msiba mwingine kwenye familia kwao akawa wameacha amewacha wa dogo zake wanne nne. Basi sasa msiba uko umeitishwa pale majirani nini nini, yani watu wamejadi. Charles naye alikuwepo kwenye msiba. Sasa wakati wanaosha mwili wa Rosa, wale wa mama walivyokuwa wanaosha mwili wa Rosa, akakuta kuna barua alikuwa amejifichia mwilini. Yana ameibana, sijui ni mikononi, sijui wapi, wakaitoa, kuangalia hivi imeandikwa pale jina Charles. Kwa hiyo wala mama si wanamjua, kwao wakatoka nje, akasema "Charles, kuna hiki kibarua ambacho Rosa tumekuta kwenye mwili wake wakati tunamosha, tunamuosha yule Charles. Akakichukua kile kibarua kusoma hivi, anakuta Rosa amemwandika kwamba jua kwa kwamba nilikupenda sana, na nilikuwa tayari nishabadilisha maisha yangu, nilikuwa niko tayari kukaa kutulia na wewe, na naomba ujue kwamba nimejua kwa sababu yako, na pia kumbuka kwamba Ha kwenye maisha sasa hivi wewe ukakutana na mwanamke ambaye ni bikira sijui ni vitu kama hivyo. Basi Charles akaanza kulia, yani anaangua kilio. Sasa ile siku iko anaaga mwili wa Rosa akawa anamwangalia kwa uchungu analia. Anatamani amwamshe, amwambie Rosa amka, mimi nitakuoa hivyo hivyo, nataka uwe mke wangu lakini haikuwezekana tena kwa sababu tayari alikuwa ameshapoteza maisha. Na hapa ndo tumefikia mwisho wa kitabu chetu cha Rosa Mistika. Anasemaga mjumbe hauawi. Mimi ni kwa tu mjumbe, Sio mtunzi wala mwandishi wa hiki kitabu. Kwa hiyo mimi mwenyewe ambaye nimekisoma hiki kitabu mpaka sasa hivi, yaani nina maswali mengi sana. Yaani natamani ningekuwa na namba ya mtunzi au mwandishi, nimpigie nimuulize alikuwa anawaza nini kipindi anaandika hiki kitabu. Kwa nini alimweka Rosa kuwa hivyo alivyo? Rosa kwa nini alikuwa hivi? Alikuwa ni mtu aina gani? Kuna mdada kweli maisha namba yuko hivi. Au labda mtunzi, nika najiuliza labda mtunzi labda kuna mtu kwenye maisha yake ashekutana naye ambaye yuko kama Rosa ndio ikampelekea mpaka kuandika kitabu kama hiki. Yani maswali ni mengi. Jamani wewe ule sikiliza hii story ya Rosa Mistika mwanzo hadi mwisho. Em, niambie kwenye comment section, wewe unahisi Rosa ni mtu aina gani? Bado nimeachwa, yani nashangaa. Ayo, asante sana kwa kufika mwisho wa hii video. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare hii video. Bye.